zania sisi kama Wakenya tuko tayari kuwapatia sapoti mtu yeyote selebriti yeyote aliyempa yule muwaji mnayemwita mama sapoti mtu kama Diamond, Zuchu, Harmonize mwenyadi alimtolea nyimbo za kumsifu pale wakati wa kampeni wa, wa, twende kwa YouTube zao twansabskribe, twende kwa Instagram zao twanfolo, twende kwa Facebook pages zao twanfolo au wote wanafaa warudi chini, au wote wanafaa warudi mjengo. Na mkiwa tayari, mtuambie juu. Sisi kazi kazi kama hii, sisi wa Kenya tunajua kufanya vizuri sana. Tuanfollow wa hao watu, twende kwa YouTube zao, tuansubscribe, ndio warudi chini hawa watu wote wanafaa warudi kwa mjengo ama warudi kwa kazi yao ya kitambo ile ya kupigwa huku nyuma. Juu hao watu wamefanya kitu kingine mbaya sana, wamefanya uaji, imefanyika Tanzania nyahata, sisi hatujawayona hapa Kenya. Hao watu wote uzuchu, Diamond, sijui Harmonize, tuende kwa YouTube yao tuamsubscribe, tuende tuunfollow hao watu wote sisi sisi hapa kama wa Kenya tunafanyanga watu kama hao na wanarudingi chini, hadi wanarudi kufanya mjengo, waanze kush, waanze kushika waanze kushika upao wana, wana, wanafanya mjengo, waanze kusukuma mawilibaro kule mba mjengo. Tunaweza warudisha chini, mkiwa tayari mtuambie, tuanze kufanya hiyo kazi. Saa hizi twende kwa YouTube yao tuansubscribe, twende kwa Instagram yao tuanfollow, twende kwa pages zao za Facebook tuanfollow hii kazi tuko mzuri sana. Mkiwa tayari mtuambie, tufanye hii kazi vizuri.